Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Leticia Julius au Leticia Lugano, ni mwenyekiti msaidizi idara ya wanawake Ushirikani hapa kanisa kuu Ebenezer, lakini pia ni mwenyekiti wa idara ya wanawake Diocese. Tunawatakia washirika wote heri ya Krismasi na mwaka mpya, na Mungu awabariki sana, muwe na sherehe njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe Mbinga. kwa majina naitwa Michael Mpinga, ni mwimbaji wa kwaya ya vijana Ebeneza Shinyanga. Heri ya Christmas na mwaka mpya, na Mungu naitwa awabariki, amen. anaiwa na sali katika kanisa la Ebeneza kanisa kuu Shinyanga mjini. Ah, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati nikiwatakia wote heri ya Christmas na mwaka mpya, lakini pia ningependa kuwashukuru wale wote wanaotufuatilia sisi kama kwa vijana. Ningependa kuwashukuru na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Yote na yote Mungu awabariki, ningewatakia heri ya Christmas na mwaka mpya, Mungu awabariki sana Amen. Nasifiwe watu wa Mungu. Kwa jina ninaitwa Milisti Naule Lisanga, ni mratibu wa elimu ya Kikristo jimbo la Shinyanga, kanisa la KKKT kanisa kuu. Ninachukua nafasi hii kuwatakia kila la heri ya Krismasi na mwaka mpya 2025, 2026. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, Shalomu wapendwa, kwa majina naitwa Onesimo Mafupa na Sari KKKT Ebenezer kanisa kuu Shinyanga mjini. Niwatakie heri ya Krismasi na baraka nyingi pamoja na kupokea mwaka mpya cala wasaje chala watore kiambeli kindi kipya aaaaruais kwa majina anaitwa Adlia Msegi na Sali, kanisa, kanisa kuu Webeneza Shinyanga. Napenda kuwatakia wapendwa wote heri ya Krismasi na mwaka mpya, na Mungu awabariki sana. Yesu amezaliwa leo katika mji wa Daudi. Kwa majina anaitwa Samson Danieli, nawatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya. Hivyo siku ya leo Yesu azaliwe kwenu, tufunae Yesu asifiwe. Naitwa Amos Loti kutoka Shinyanga sa, napenda kuwatakia heri ya Krismasi na kembeta, ingilu, mwaka mpya zkmbtanamlolsngilakanapia Elia Krismasi na mwaka mpya. Wasiwe kwa majina yetu wa Martha Timotheo ni wimbaji wa kwaya ya vijana, tunawatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa KKT Ebenezer Shinyanga, yani KES TV, hizo zote zilikuwa ni salamu za Krismasi na mwaka mpya kutokea hapa hapa kanisani KKT Ebenezer. Kwa niaba ya uh, timu nzima ya media KKT Ebenezer Shinyanga tunapenda kuwatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya, na karibu sana katika chaneli yetu ya YouTube ambayo na jina la Kesi TV usisahau kusubscribe, kulaiki, kukomenti, lakini pia kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Tunapobarikiwa basi tubarikiwe kwa pamoja, tuwatakie heri ya Krismasi na mwaka mpya, na Mungu awabariki, na tunasema amezaliwa kweli kweli, haleluya, amina.